Wananchi wa Ilagala, kwanza nimefurahi kabisa kuona kwa wingi mlivyojitokeza, lakini ndugu zanguni, leo tuna jambo muhimu sana, jambo muhimu kubwa ambalo Mheshimiwa Rais alitoa agizo, alitoa agizo kwangu kwamba tuwapokee wanachama wa ACT ambao wameridhia wenyewe kurudi katika Chama Cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunaona chama hiziti ambao wanakuja kwetu zaidi ya mia mbili. Kwa hiyo tuwapokee bila kuona ubaya wowote, tuwakaribishe kwamba sio wageni na wao sasa ni wenyeji, wanarudi katika chama chao. Tunaomba uchaguzi uende kwa amani kabisa tumalize kazi yetu ya uchaguzi kwa amani. Usisikie mambo ambayo ni ya kipumbavu. Watu wanaingia kwenye mitandao siku hizi, waandishi wa habari wa ni wengi, kila mmoja anaandika kwa, kwa, kwa sababu ana simu. yoyote anayekwambia tafakari kwanza. anasema msemaji akiwa mwenda wazimu, wewe msikilizaji, wewe na akili, tafakari haya anasema ni sahihi. cia mtu tu anakurupuka, anakueleza kitu ambacho hakipo. Wewe unamtukana mama ni sawa sana, nimemtukana mama yako. Ndio maana hata sisi watu kama wale hatuwajibu, kwa sababu nikimjibu mimi yule, nikimtukana yule, ni sawa sana, nimemtukana mama yako, nimemtukana mke wangu, nimemtukana dada yangu, nimemtukana mtoto wangu, asema, wa kike. Kwa hiyo namwacha mtu na upumbavu wake. Ndio maana nasema msemaji akiwa mwenda wazimu, msikilizaji we na nini, we na akili tafakari. Ndugu zanguni, mimi nimekuja leo, wamenikaribisha ndugu zangu nimetoka huko nilikotoka, nimetoka kilomita mia tatu. Nikasema lazima nije Ilagala. Nimekuja hasa kwa kuwapokea ndugu zetu walikuwa ACT, wamefika hapa, mmeona amerudisha kadi zao, tunawakaribisha. Hakuna mgeni katika chama, yeyote ambaye hajarudi asione kwamba yeye ni mgeni katika chama. Kwa heshima na taadhima sana, mwenyekiti, hawa watu wapo wengi lakini wamefika watu mia mbili na na, na wengine tutawapokea huko mbele. Sisi tumejiunga na Chama Cha Mapinduzi, si ndio ndugu zangu? Tumeonyesha kadi zetu juu, ili watu wazione.